Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, utawala bora na uadilifu ni nguzo muhimu sana katika maendeleo, na nyinyi ndio vinara katika kuwezesha haya yakatokea na ndio kufanya utawala bora uweze kuwa hai. Ni matumaini yangu ushiriki kwenu ukamilifu, katika kila mjadala na katika shughuli zote ambazo zinajitokeza, zina mtaweza kuhakikisha kwamba uh, mafunzo haya yanakuwa chanya lakini pia kuhakikisha kwamba mnakuja mna sasa na mikakati ya fursa ambayo inaweza kuchangia kuboresha zaidi kile ambacho tunakifanya huko katika maeneo yetu. Ndugu zangu, lengo letu hapa kama ambavyo wenzetu wa maadili wanategemea, si tu kupata maarifa kutoka kwa wataalam, bali pia kuwezesha ubadilishanaji wa ma, mawazo lakini vile vile uh, kuwa kuhakikisha kwamba fursa hii ya kujifunza kutoka kwa wenzako ni thamani sana, au kutoka kwa wenzetu ni thamani sana, na kila mmoja wetu kama nilivyosema na mchango wa kipekee, na ni kwa kubadilishana uzoefu huu ndipo tutajenga misingi imara zaidi kwa utawala bora kwa faida ya taifa letu. Tutategemea kuona mabadiliko halisi na uendelevu yatakayoleta tija kwa wananchi na kuimarisha imani yao kwa taasisi za umma. Lakini pia lengo ni kujenga Tanzania yenye maadili aa, na yenye uadilifu. Kupitia mafunzo haya, ninaomba sana tuungane, tujenge mitandao networking, na tufanye kazi kwa pamoja kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ushirikiano katika maadili na utawala bora ndio utakaotuwezesha katika malengo yetu ya maendeleo endelevu. Mwisho kabisa, niendelee kushukuru sana kwa kufika katika mafunzo haya. Napenda pia niwashukuru waandaaji wa, wa mafunzo haya kwa kazi nzuri. Kama viongozi wakuu wa taasisi zenu, mna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia wasaidizi wenu. Hivyo basi, nawasihi nyote na kila taasisi anzeni kufanya maandalizi ya kuwaleta wasaidizi wenu wote kwenye mafunzo haya, ili kuhakikisha kwamba wigo mpana wa uadilifu unajengeka katika utumishi wa umma. Nina imani kwa mafunzo haya yatakuwa ni chachu kubwa katika mabadiliko makubwa na mabadiliko chanya. Natamka sasa rasmi kwamba mafunzo ya maadili na utawala bora kwa viongozi wakuu wa taasisi na serikali yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa ksiki